Rejea katika maadhimisho ya, ya wiki ya usafiri wa anga ambayo inaendelea, na tuangalie haki ya msafiri na mtumiaji wa anga, na tayari hapa studio tunaye Rashid Mgoya ambaye ni afisa udhibiti wa usafiri wa anga, na hii ikiwa ni wiki ya usafiri wa anga ambayo inalenga kutoa zaidi elimu kuhusu haki za wasafiri pamoja na watumiaji wa anga na wajibu na mamlaka za usimamizi hasa katika kuhakikisha usalama, wajibikaji, pamoja na huduma ambazo zimekuwa zikikidhi viwango. Karibu sana uh, Rashid Mgoya. Asante sana, karibu sana brother. Asante kwa jina, naitwa Rashidi Mgoya, ni afisa udhibiti uchumi wa mamlaka ya usafiri wa anga. mm -hmm. Leo tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa Watanzania na watumiaji wote wa usafiri nchini. Uh, katika siku ya leo tutazungumzia haki na wajibu wa abiria pindi anaposafiri. <coughs> na, nikianza na, haki... na na na pengine pia, Rashid kabla hujaendelea zaidi, labda kwa, kwa, kwa uchache tu ungetuambia mambo ambayo mamlaka wa ya usafiri wa anga TCAA inayafanya ambayo yanahusu eh, abiria moja kwa moja, ni kwamba jambo hili pengine katika mantiki ya kwamba mtu akikutana na jambo kama hili le, le, sehemu ambayo inapaswa kuwasilisha ama sehemu ambayo na, jambo hilo linapaswa kushughulikiwa ni mamlaka ya, ya anga. Asante sana. TCA kama mdhibiti wa usafiri wa anga nchini, uh, ukizingatia TCA tumesaini mkataba wa kimataifa wa kulinda haki za mtumiaji wa usafiri yani, Montreal Convention. Ndio. Montreal Convention hii ni standard ya kimataifa ya shirika la kimataifa la usafiri wa anga ikao Kila nchi mwanachama inapaswa kufata vigezo vya Montreal Convention, ambavyo ndani yake kuna namna ya kumlinda abiria viwanjani. Kwa hiyo hili ni jukumu letu na ni jukumu la kimataifa la kumlinda msafiri okay. Na TCAA tupo kwa ajili ya kumlinda msafiri anapata na, changamoto abiria anapaswa awasiliane na mamlaka ya usafiri wa anga. Uh, tunatoa elimu kama hivi, abiria wawe na awareness, wajue nini cha kufanya. Uh, pia vile vile viwanjani, mashuleni na maeneo mengine yote ambapo wasafiri wanapatikana. mm -hmm. Naam, tuanze sasa kwa kufahamu uh, haki za msingi ambazo anazistahili msafiri wa anga okay. Haki ya kwanza uh, ni haki ya <coughs> kupata taarifa sahihi za safari okay. Uh, shirika la ndege linapaswa kuweka kutoa taarifa za tiketi, kama ndege itachelewa eh, vile mizi, vitu vinavyoruhusiwa wakati wa safari eh. Haki ya pili ni kupa, uh, haki ya ulinzi na usalama wakati wote wa safari shirika la ndege kwa kushirikiana na taasisi nyingine ikiwemo mamlaka ya viwanja vya ndege linapaswa kuhakikisha mazingira ya safari ni salama. Usalama unaanzia kwenye chombo, chombo ambacho kinatakiwa kisafiri lazima kiwe ni salama, yani kuruka pia vile vile, ulinzi wa fujo aina yoyote na wakati wa safari, akiwepo kiwanjani na pia wakati akiwa kwenye ndege. Uh, haki nyingine ni ya kupata huduma za lazima pindi pale ndege inapoahirishwa au inapofutwa. Kwa mfano mathalan, umetaka kusafiri saa nne asubuhi, ndege umefika muda ule namba, ndege itachelewa masaa manne mbele, itaondoka saa nane au saa tisa. Shirika la ndege pale linapaswa lihakikishe abiria anapata huduma, huduma ya chakula yeah. Au kama vile vile safari itakuwa masaa mengi zaidi, anapaswa amtafutie sehemu ya kupumzika, yani hoteli mm. Kwa hiyo atapaswa kumtafutia usafiri, kumtafutia chakula na vile vile malazi pia. Haki nyingine ni haki ya kupata fidia pindi kunapotokea changamoto za safari mm. Uh, sometimes, wakati mwingine kuna safari huo matatizo yapo tu ndio, yeah. maana hata hizi sheria zimewekwa, ndege inaweza ikachelewa au ikafuta safari kabisa, au unaweza ukasafiri, mzigo umepotea au mzigo umeharibika. Pia wakati mwingine kuna vifo, ndege inaweza ikapata ajali au injari zile ambazo abiria zwa, ambazo wanazipata, hivi ni vitu ambavyo ni haki ya abiria ambavyo anapaswa atekelezewe. Sasa umetaja mba, haki mbalimbali ikiwemo hiyo mbali, haki ya kupata mahitaji ya lazima pale ambapo ndege ina, safari inafutwa au inahairishwa. Sasa kwa mfano ambao ni dhahiri na kwa wale, watu ambao wamekuwa wakisafiri mara kwa mara e, kwa mashirika mbalimbali ya mbali, ndege hapa nchini watakuwa mashahidi kwamba shirika letu la ndege la e, ATCL limekuwa liki cancel ama kusogeza mbele safari mara kwa mara na mimi ishawe kunikuta pia. Eh, sasa hii hi, ina eh, sasa hebu tuambie ili, ili shirika la ndege liairishe li ratiba ama lisogeze mbele ni katika muktadha gani? Kwa sababu shirika la ndege linapokuwa linafanya hivyo mara kwa mara eh, inakuwa ni usumbufu mkubwa sana kwa abiria. Kuairisha safari kwa shirika la ndege, kuna sababu nyingi sana hmm. Sababu ya kwanza inaweza ikatokea ni plani za shirika la ndege, yani niseme kama uzembe au kuto kujipanga vizuri, kwa kuhakikisha ruti zime kwa sababu kutapanga ruti hakikisha kwamba ndege kila ndege ina, ina, ina, kwa, kwa muda sahihi na ruti sahihi hiyo mm. Ina maana ni katika timu wale wafanyakazi wenyewe ambao wamejipanga. Hii inaweza kusababisha pia ndege ikachelewa, sababu mm, nyingine, sababu ambayo ni ya lazima eh, ndege inaweza kweli ikawa ipo natakiwa iondoke on time, lakini ndege ikapata changamoto technical yeah. Rubani ameingia pale anafanya test, anaona baadhi ya vitu havipo sawa, hapo ndege inaweza ikafuta safari, maana kwenye usafiri wa anga usalama ni kitu namba moja. mm. Mm. Mm. Mm. Na, na katika eh, mazingira kama haya nyinyi mamlaka mnafanya nini na, na hili la eh, shirika ama kampuni ya ndege ku kuwa na mtindo huo wa safari kuahirishwa, ni malalamiko ambayo tayari imeshafika kwenu na je, ni hatua zipi ambazo mmezichukua? Um, malalamiko kweli yamefika kwetu e. Kwanza kwa abiria mmoja mmoja ambao wamewasilisha malalamiko, tumekuwa tukipokea changamoto au kesi nyingi nyingi E, eh, sio tu hilo shirika ambalo umelitaja huu umetoa kama mfano, lakini kuna mashirika mengi ambayo yana namna hiyo ya abiria wanapata changamoto. Kwa hiyo sisi tunapata changamoto, kwanza tunamuita shirika la ndege na abiria tunakutanisha pamoja, yaani tunasema tunafanya ile amicable meeting hmm. tunauliza sababu ni nini kwanza ile tukio ambalo limetokea. E, eh, ni kweli kuna mingine ni kweli ni uzembe ambao umetokea kwa upande wa shirika husika. Eh, wakati mwingine ni tekniko kama hizo ambazo nimezisema, lakini sheria zipo eh, kwa ajili ya kumlinda mlaji, ndio eh, maana kwenye kwenye huu mkataba ambao tumesaini wa kimataifa kuna fidia ambayo abiria ambaye ametendewa hicho kitu anapaswa afidiwe. eh, kwa mfano kuna fidia ya kucheleweshwa ni takribani dola karibuni, dola mia tisa. Uh -oh. Lakini dola mia tisa hizi ni kikomo cha malipo cha juu hmm. Kwa hiyo itategemea umeathirika kiasi gani hmm. Kwa ucheleweshwaji wa hiyo safari, mathalan, uh, ulitakiwa ufike Zanzibar hmm. saa nne kwa ajili ya kufanya connection ya kwenda nchi nyingine okay, umefika pale, umecheleweshwa ndege ile ya, ya connection imeondoka hmm. Kwa namaana ile tiketi yako automatic ya connection tayari imefanyaje imekufa ndo maana mm, tunaenda kwenye hii dola mia tisa eh, utabidi ulipo tiketi yako. Inabidi umefika pale Zanzibar, maana umecheleweshwa, inabidi ulale, maybe uondoke na ndege ya kesho. Hizo zote mm, ni gharama ambazo shirika la ndege linapaswa lifidie. Mm, kuna mtu anaweza akawa anatoka Mwanza mm, ana appointment labda ya biashara na mtu saa, saa tano ndege inatakiwa labda ifike saa nne Dar es Salaam kutoka Mwanza ili aweze kwenda kuattend hiyo meeting sasa iki kisogezwa mbele saa moja, manake badala ya kufika saa nne atafika saa tano na manake kwa hiyo manake atachelewa saa, saa moja. Yule mtu hawezi tena kumsubiri na inawezekana watu wakakosa e, wakashindwa kufanya biashara kwa mtindo wa namna hiyo. E, kwa manake ni kwamba mtu ambaye anakutana na changamoto kama hiyo anatakiwa kuthibitisha mazingira kama hayo sahihi kabisa, changamoto yoyote inapotokea. Wakati tunafanya ile usuluhisho wa kesi tunafanya uchunguzi na lazima kuwepo na vithibitisho vya kiushahidi. Kwa mfano mathalan, umesema ni, ni, ni, ni, ni ishu ya kibiashara mm, lazima tutaona mawasiliano eh, prior communication kwa kutumia email na maybe barua ambazo zinaonyesha kweli kulikuwa na, na transaction fulani ambayo <coughs> ulikuwa unaenda kuifanya mm. Kwa hiyo lazima ku, kama umepata ume, ume athari yeyote e, na tumeona kuna ushahidi ambao unayo, unapaswa ulipo maana hii mm. dola hii dola elfu tisa hii ndio nimesema ni dola miata, yes, miata, yes, miata. No, no, dola ni kikomo dola elfu tisa. Kumbe, okay kwa hiyo aa kunikuta Hilda, kwa hiyo ningeweza nika nikaripoti nika sahihi kabisa e. Yeah. Tena tumerahisisha ndugu watazamaji, mm -hmm. uh -huh. e, ili kutufikia kiurahisi. Ukiingia kwenye website ya mamlaka ya usafiri wa anga, kuna platform pale ya complaints. Kwa hiyo mm. unaingia -hmm. una, una, una submit unaweka mawasiliano yako, muda mfupi tu inatufikia sisi, tutakupigia simu na tutakupa taratibu nyingine za kufuata. Kwa hiyo yeah. Uh, lakini unatakiwa ufanye muda huo huo, ama unaweza kufanya baadaye, na unaweza kufanya hata baadaye Yeah. Yes. Mm. na utaratibu kwa upande wa mizigo kupotea nao unafanana hivyo hivyo, yes? ama uko tofauti tofauti utaratibu? Utara, ni ule ule mm. Kwanza uh, kwa mfano kama mzigo umepotea mm. uh, au hata kama umecheleweshwa, kitu cha kwanza abiria ambazo anatakiwa afanye awasiliane na shirika la ndege husika, uh, wajulishe tatizo ambalo wamepata. Maybe umefika pale airport, begi lako ulioni au, mzi, au begi limeharibika. mm. Kabla ya kutoka, lazima uwajulishe, jamani, begi langu ile ambayo limepokea silioni, uh, au limekuwa kwenye condition ambayo sio mm. mm. uh, shirika la ndege wana fomu maalum, watakupatia watakupatia fomu utajaza kama kama begi ulioni, na maana utajaza pale address na information zako zote. yeah. Wakati mwingine mabegi yanachelewa kwenye connection ya ndege ilipotoka kwao, atalijebu kulitrace, wakilipata litakufikia e. Kama uh, halijapatikana inabidi ufidiwe. mm. Upotevu wa begi au uharibifu wa begi ni takriban dola elfu mbili mia moja mm. Lakini hii ni standard amount, lakini pia vilevile wengine vile, wanasafiri na mabegi yana thamani kubwa zaidi kuliko dola elfu mbili kwao, kitu ambacho unatakiwa ufanye, unatakiwa ufanye declaration kabla ujasafiri kwamba yeah. hii begi yangu ina thamani ya dola elfu ishirini kwao, naomba special care tho kuna chaji utachajiwa ziada kwa special care. Kwa hiyo ikitokea, kama ikitokea issue ya namna hii na, na, na, ile begi limepotea, unabidi ulipe thamani husika ile ambayo umefanya declaration, okay. Mm -hmm. Sasa so, so, na atalazimika pia kuwa na viambata ambavyo, yes, viambata, kwa sababu always unaposafiri kuna ile mm -hmm. tag yeah. Tag inabandikwa kwenye begi na unakuwa nako kwenye ticket, kwa ile inakuwa ni kama ushahidi wako. Ndio maana kauli mbiu yetu TCA tunasema mm -hmm. tiketi yako haki yako Hmm. Maana hata ukisema mimi nimechelewa, kitu cha kwanza utaangalia tiketi. Tiketi inata, inatamka muda pale, unasema hmm, utakiwa usafiri saa nne yeah, na kweli tumefanya uchunguzi, saa nne ujasafiri. Hmm. Sasa kwanu kama mamlaka, mnafuatiliaje utekelezwaji wa hizi haki e, za abiria ili waweze kuzipata? sababu wengine unaona wanaishia tu kulalamika kwenye mitandao mm, shirika fulani na tabia hii na hii, wanachukizwa. Lakini kama labda pengine wengi wao hawajui hizi taarifa taratibu taratibu, au labda pengine labda wameripoti hazijafanyiwa kazi o, sasa tunafikiria ni lipi kati ya hayo okay? ni kweli ndo. Eh, maana leo hii tuko hapa na hili zoezi tumeona kuna umuhimu wa kufikia jamii. E, tuki, ukizunguka huko airport ukienda tu airport unaweza kukutana kule kuna changamoto. Kwa hiyo, wengi, wapo pa, Kwa hiyo, leo, wapa, kwa hiyo Watanzania wengi hawajui wapi pa kwenda, kwa hiyo leo tuko hapa Azam kwa ajili ya kutoa elimu ili Mtanzania au abiria yeyote anaosikia huko ajue kwamba TCAA wapo, na hili tunalifanya maeneo mengi, tunaenda viwanja vya ndege. Sasa hivi tuna programu za kupitia mashuleni kwenye makongamano, kwenye Saba Saba, Nane Nane, kwa ukote huko, tunajaribu kwenda kwa ajili ya kuwafikia jamii. mm. mm -hmm. sawasawa kabisa na sasa, wakati tunahitimisha, una lipi la kuambia eh, wananchi uh, wote wanaotumia usafiri wa anga kuhusu haki na wajibu wanapotumia usafiri huo? Kwanza nianze kwa abiria mm. uh, abiria anapaswa atekeleze wajibu wake mm pindi anapotaka kusafiri ili inapotokea changamoto awe kwenye right position. Mathalan, kuna abiria wengine wao ambao wanasafiri kwenda nje, wanafika membe uwanjani, wamechelewa au wamezuiliwa kuingia, kumbe ni uzembe ambao waliufanya kabla hawajafanya safari yao. Kwa mfano, unaposafiri kwenda nje, kuna vitu ambavyo vya msingi unabidi ujiandae navyo. Kwanza, hakikisha una paspoti yako. Pili, hakikisha una visa eh? Pia uwe na kitambulisho. Pia hakikisha hiyo nchi unaokwenda sheria zake zikoje. Wakati, wakati mwingine kuna restriction za magonjwa ni lazima, lazima ili uingie u, u, u admitted kule lazima u una certificate fulani ya magonjwa okay. Kwa hiyo unapotekeleza wajibu wako kama huo, unaweza ukafika ukafika uwanjani kwa wakati kwa mujibu wa tiketi yako ulivyotajwa hivyo ndio vitu ambavyo abiria wanapaswa wazingatie na mm. Pia vile vile kwa makampuni ya kwa ndege uh, matatizo yapo, tusikimbie matatizo endapo tumesababisha mm. Tujaribu kuwa karibu na abiria kwa sababu abiria huyu ukimtendea wema leo, kesho atarudi tena, ataona ni kawaida. Leo nimefanyiwa vibaya kumbe nime wamejaribu kunikanseli na kunifidia, kesho atakuja tena kwao mm. Kama abiria akapata tatizo, wewe ukimkimbia au ukitafuta namna yote mbaya ku, ya kutatua liyo tatizo, abiria huyo atahama kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tuchukulie matatizo ni pati ya biashara yetu ya biashara ya ndege na tuwe na namna nzuri ya kuyatatua. Mm-hmm. Asante Kibura sana Rashid. Tunashukuru kwa elimu hiyo akiwa tunatueleza hapa afisa udhibiti wa usafiri wa anga TCAA Rashid Mgoya kuhusiana na wiki hii, ikiwa ni wiki ya usafiri wa anga, na kubwa tumezungumza kuhusiana na haki ya msafiri pamoja na mtumiaji wa anga.